Tuelekee mkoani Arusha ambapo mtoto Queen Sintatoni mkazi wa Kaloleni mkoani humo anahitaji msaada kwa ajili ya matibabu baada ya kupata tatizo la utindio wa ubongo kutokana na kuugua malaria kali akiwa na umri wa miezi mitatu, jambo ambalo baba yake mzazi aliamua ya kumtelekeza na kumwachia majukumu yote mama wa mtoto huyo ambaye kwa sasa amedai hana uwezo tena wa kumtunza mtoto kutokana na kukosa kipato. Mama wa mtoto huyo Petronila Simon amesema ameamua kujitokeza kuomba msaada kutokana na kushindwa kufanya kazi ambayo itaweza kumpatia kipato cha kumtunza mtoto huyo kwa ajili ya chakula, matibabu, mavazi pamoja na kulipa pango la nyumba ambalo amekuwa akisaidiwa na majirani. Mwandishi wetu Sechelela Kongola na taarifa kamili. Upo usemi unaosema, hujafa hujaumbika. Msemo huo umemkuta mtoto Queen Sintaton mwenye umri wa miaka kumi na mbili ambaye alizaliwa na mama yake akiwa salama lakini baada ya miezi mitatu alikumbwa na tatizo la ugonjwa wa malaria ambao umemfikisha katika hali hiyo, iliyomshawishi baba yake mzazi kumtelekeza. Mama wa mtoto huyo Petronila Simon ambaye amesema kwa kipindi chote hicho amekuwa akisaidiwa na majirani kwa ajili ya kumtunza mtoto huyo, kwani ilimlazimu kuacha kazi, ili mlazimu kuacha kazi ili aweze kumtunza mtoto karibu kutokana na na kuhitaji huduma zote kwa karibu. Na alipata tatizo baada ya kuumwa malaria kali, ilipata alipata malaria, ikapanda kwenye uti wa mgongo, ikamharibu ubongo. Na alitibiwa pale Mount Meru, hakupata nafuu inavyotakiwa mtoto kupata nafuu ya kutosha na aliharibika, nafikiri ubongo ulipata shida. Aliendelea na tatizo hili nikiwa pamoja na babake lakini babake baada ya kuona tatizo hili bado linaendelea alikata tamaa na kuona mtoto huyu labda sio kuishi tena, aliamua kukimbia hmm. Aliniaga vizuri anaenda kusoma lakini, kumbe ni njia ilikuwa ya kutaka kunikimbia na kuniacha. Aliniacha kwenye nyumba za kupanga, nikiwa nataabika na mtoto huyu akiwa na hali mbaya, akiwa anazimia mara kwa mara, na mimi nilikuwa na kazi yangu nafanya kwenye kampuni za Wahindi. Niliachishwa kazi hiyo kwa sababu ya tatizo la mtoto huyu Nimeona sina namna nyingine isipokuwa nifike kwenye vyombo vya habari niweze kutoa hili la kwangu, akiwepo rais wangu aliyoko madarakani aweze kunisaidia. Kadri siku zilivyokuwa zikienda, aliamua kutafuta msaada kwa vyombo vya sheria ili baba wa mtoto huyo aweze kumsaidia jukumu hilo la kulea mtoto pamoja na nyumba za ibada. Lakini jitihada hizo zote ziligonga mwamba. Nilichukua jukumu la kumchukua baba yake kumpeleka mahakamani na mahakama iliamuru mimi nilipwe alfu hamsini nisijue alfu hamsini ina, it, itapatikana vipi. Ni, ataileta mwenyewe atapiga simu atajua kumwangalia mtoto au la. Alfu hamsini iliamriwa vile ilipwe, lakini sikujua ile alfu hamsini nitaipata pataje, maana mahakama iliamuru nipewa alfu hamsini ndio nitajua mwenyewe itakuwa ya chakula, ya nguo ya matibabu <tabu> au ya usafiri sijui. Mpaka sasa hivi sina msaada wowote, nyumba ya kupanga natakiwa nilipe, chakula inatakiwa mtoto apatiwe chakula, matibabu mtoto lazima apatiwe matibabu. Pata habari anataka kubariki ndoa na mwanamke mwingine. Nilipofika pale kanisani, nilitoa taarifa hizo, lakini matokeo yake padri aliwasikiliza wale ambao wanaweza kuongea, asijue hata tatizo la mtoto huyu mlemavu, akamwona hata kwa macho, isipokuwa yeye alipitisha uamuzi wake, walienda kubariki ndoa. Kwa, kwa kujua kwamba yule bwana akipata kimvuli cha ndoa itakuwa ndio mwisho wangu mimi sitaweza kusaidika tena. Balozi wa mtaa wa mita mia mbili Thomas Lizer amesema wamekuwa wakimsaidia mtoto huyo kwa muda mrefu, hivyo wanaomba watu wengine wenye uwezo kuweza kumsaidia mtoto huyo kwa sababu huyu mtoto unaona hali yake ni mlemavu, mamake anahangaika usiku na mchana, akiangalia kwa ajili ya kumtunza kipata nguvu zaidi. Serikali ikiweza kutusaidia ili mtoto aweze naye kupata haki yake. Mhudumu wa kuhudumia watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi kata ya Kaloleni, Happy Intelesi amesema walitambua mtoto huyo baada ya kupita katika mtaa huo na kubaini tatizo hilo la mtoto. Tukaona mahali anapokaa, ukweli ni kuwa ni mhitaji, kwa sababu sio malazi, sio afya Yaani kila kitu kwake nihitaji, kwa sababu mtoto huyu ni wa yeye kumwangalia, kumbeba ampeleke chooni, kumbeba ampe, labda amwekee chombo, maana ni mtoto asiyejiweza kwa namna yoyote ile. Nimekwenda kuongea na walimu shuleni, wameniambia apelekwe, ili aone kuwa ulemavu wake unahitaji kuingia katika kitengo kipi. Baadhi ya majirani wamesema uwezo wa mama huyo kifedha ni mdogo, jambo ambalo linahitaji msaada ili aweze kumtunza mtoto. Eh, huyu mama kweli ninakaa naye hapa, ni jirani yangu na kweli namuona kweli anapoteseka na huyu mtoto. Huyu mtoto kama mnavyomuona ni mlemavu kweli na hawezi kitu chochote. Na huyu mama anachoomba yeye asaidiwe na serikali. Huyu mtoto ni mlemavu wa viungo vyote, hawezi kushika kijiko, hawezi kujisaidia kwa lolote. Na huyu mama kwa kweli shughuli yoyote hana Kumsaidia sisi majirani kwa mlo, juu ya mtoto. Mama huyo anahitaji fedha kwa ajili ya matibabu ya mtoto wake ikiwa ni pamoja na baisikeli ambayo itaweza kumsaidia ili aweze kwenda shule mara atakapoanza kusoma na hata anapokuwa nyumbani, kutokana na mtoto huyo kuwa mzito hivyo inakuwa vigumu kumbeba kwa muda mrefu. Kongola, TBC1, Arusha.